Alam inapokea huzuni kubwa leo baada ya kufika taarifa za kuondoka kwa sauti kongwe ya taifa Amina Fakii. Mwanaradio huyu aliyekuwa nembo ya utangazaji nchini ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 83. Alipumua poa siku ya Jumapili tarehe 21 Desemba, na familia imesema mazishi yatafanyika leo saa kumi jioni. Kwa miongo mingi wananchi walimtambua kupitia redio ya taifa pale alipojenga hadhi yake kupitia shirika la Kenya Broadcasting Corporation lililojulikana zamani kama Voice of Kenya. Sauti yake ilikuwa laini, maridhawa, yenye uzito wa taarifa na yenye uwezo wa kuleta ukaribu kwa msikilizaji. Alikuwa mtangazaji wa umma, mtumishi wa wananchi na daraja la habari kati ya vituo na kaya za nchi. Wengi walimwona kama mwandishi aliyekuwa na nidhamu, wengi walimsikia kama sauti iliyowaongoza kupitia matukio ya kitaifa, na wengi walimkumbuka kama mtu ambaye alifanya kazi yake bila ubinafsi, bali kwa moyo wa kujenga jamii. Utangazaji kwake haukuwa kazi ya kawaida, ulikuwa wito. Ulifanywa kwa nidhamu, kwa uaminifu, na kwa uzalendo. Katika vipindi vyake alionesha uwezo wa kutuliza hisia, alionesha uwezo wa kushirikisha umma, alionesha ukubwa wa sauti inayoweza kuaminika. Miaka ilivyopita, hadhi yake ilizidi kupanda. Watazamaji na wasikilizaji walikuwa wakihusisha jina lake na ubora. Watangazaji chipukizi waliona mfano wa kuigwa. Wanasiasa, wasanii, wasomi na wananchi walimkubali kwa umoja. Kwao alikuwa mwalimu, mwandishi, msimulizi wa hadithi za taifa, na mtu aliyewajenga kimawazo. Mitandao ya kijamii ilipoibua taarifa za msiba, salamu za rambirambi zilimiminika. Huzuni ilijaa, huzuni ya taifa lililopoteza alama ya utangazaji. Kila ujumbe uliashiria kitu kimoja: sauti hii ilikuwa ya kuaminiwa, sauti hii ilikuwa sehemu ya kumbukumbu kumbu. Sauti hii ilijenga historia ya habari Kenya. Miongoni mwa waliotoa rambirambi ni waziri wa madini Hassan Joho. Alizungumza kwa uchungu, akimuita gwiji wa habari aliyetumikia sekta hiyo kwa nguvu zisizo na kikomo. Katika salamu zake, alituma faraja kwa familia, marafiki na wadau wa tasnia. Alisema anaamini mchango wake utabaki kwenye kumbukumbu kumbu za heshima. Alikiri kwamba Mama Amina aliweka alama isiyoweza kufutwa. Alifanya kazi si kwa kutafuta umaarufu, bali kwa kuacha msingi kwa vizazi vijavyo. Joho alielezea pia uadilifu wake, alielezea nidhamu yake, alielezea uaminifu wake kwa wananchi. Kwa maneno ya ibada, alimuombea rehema, alimuombea msamaha, alimuombea makazi ya milele yenye nuru, akasema Allah ampe rehema, amsamehe makosa na amu ingize jannatul Firdaus. Akaomba kwa walioachwa wapewe nguvu, wapewe subira, wapewe imani ya kusonga mbele. Leo taifa linainama kwa heshima, leo wanahabari wanasimama kimya, leo redio ya taifa inasikia pengo. Lakini kumbukumbu haifutiki, sauti haiishi katika kaburi, sauti inaishi mioyoni. Amina Fakii ameondoka lakini utangazaji anaendelea kuishi leo. Kenya inamkumbuka kama mwanamke wa heshima. Kesho vizazi vitamkumbuka kama daraja la habari, na safari yake inamalizika katika utulivu, ikiwa imejaa heshima, historia na shukrani za wananchi.